Mpendo mtazamaji, unapotaka kuingia kwenye kilimo kuna mambo kadhaa ambayo inabidi ujipange nayo, na miongoni mwa mambo hayo nitakwenda kuyazungumza e, katika makala hii, na makala hii imejikita zaidi kwenye kilimo cha parachichi, parachichi zile ambazo ni za jamii ya Hass ambazo ndio zina soko zaidi kwa sasa. Mazingira haya unayoyaona nyuma yangu pembeni huku pamoja na mtambo huu unaouona hapa vyote ni vitu ambavyo vinahusika katika kilimo cha parachichi sana sana wakati wa kuanza. Takwenda kuzungumza kuhusu yote ambayo unayaona hapa, eh, kushoto kwangu, kulia kwangu, pamoja na hapa niliposimama, taeleza nini ambacho kinaendelea hapa. Kwa hiyo hakikisha unafuatana na mimi msimulizi wako wa makala katika chaneli hii hi, nafahamika kwa jina la Mapinduzi Mtembezi ili uweze kupata manufaa ya kufahamu kile ambacho kinaendelea hapa na hasa kama unapenda kufanya kilimo cha parachichi. Kama unajiuliza hapa ni wapi, hapa ni Kilolo, ni wilaya ya Kilolo, e, ukanda huu wa juu ambao wengi wanaofahamu kama ukanda wa Dabaga, ukanda ambao una baridi, ukanda ambao e, zao la parachichi linastawi vizuri na ni ndani ya mkoa wa Iringa. Tuanzie hapa, hapa nilipo. Hapa nilipo, unachokiona hapa ni e, hii hapa juu ni kama mashine fulani halafu nyuma yangu kuna udongo, na hapa kuna kisima ama shimo ambalo tumechimba. Ni kisima cha shimo ambacho kimechimbwa kwa mkono, maana unaona, maanake alikuwa anachimba anapandisha e, udongo huu mpaka e, unaona ameurundika hapa juu namna hii. Na kisima hichi kimeenda chini e, umbali wa futi kama hamsini ama mita kama kumi na tano hivi. Yes. Baada ya kufika umbali huo ndo walianza kupata maji sasa, ambayo maji haya lengo lake la kufanya hivi hapa ni kupata maji kwa ajili ya kumwagilia mazao ambayo tutaotesha hapa ambayo kwa kiasi kikubwa ni parachichi. Parachichi ni Nimeanza kidogo kidogo na na ukubwa kama heka moja na kidogo hivi. E, halafu kwa sababu parachichi inahitaji uangalizi wa hali ya juu sana. Kwa hiyo niliamua nianze kwanza kulima e, kama heka moja ni kama heka moja na nusu, ni kushoto kwangu huku na kulia Ukiangalia kwa haraka ni zaidi ya heka, heka moja. Kama heka moja na nusu. Baada ya kulima, nilichokifanya niliotesha vipeke au mbegu zile za parachichi za asili, ambazo baadhi nilichukua kutoka kwenye parachichi ya asili ya Iringa hapa hapa Kilolo, eneo la Lulanzi kule, na nyingine nilizitoa e, katika wilaya ya Rombo, mkoa ni Kilimanjaro. Kutoka kule mpaka hapa nikaja kuziotesha mbegu zile ambazo ni yale makokwa sasa ya E, parachichi za asili. Lengo la kutumia parachichi hizi za asili ni kwamba hizi zimeonekana mbegu zake au vipeke vyake vile vinakuwa na nguvu. Yaani hata um, ule mche unavyoanza kuchipua unaona kabisa uko tofauti kabisa na ukichukua mbegu sasa za hasi zenyewe au za parachichi ambazo zimeshapandikizwa. Kwa hiyo nikachukua zile nikaja kuotesha hapa, nikaweka alama. Utaona kuna vimiti miti huko nimesimamisha, kwa nisema ambazo ndio otesha mbegu hizo, na baada ya hapo nitakuja kuzipandikiza zikiwa zimeshaota hapa shambani, na nategemea kama baada ya miezi miwili mitatu hivi kutoka sasa, kwa sababu vingine vimeshaanza kuota, ndio vinamwagiliwa sasa na maji haya ambayo tumechimba hapa. Baada ya miezi miwili mitatu, mvua itakavyokuwa imeshaanza kunyesha E, vikaanza kukua haraka haraka kwa kutumia maji ya mvua yale, nitatafuta mtaalamu nitatafuta na vikonyo vizuri vya Hass sasa. vya parachichi aina ya Hass sasa, halafu nakuja kupandikiza kwenye hizi mbegu ambazo zitakuwa zimeshaota ambazo ni za asili ambazo zitakuwa mshambani, lakini sio zote ambazo zitaota. Kuna ambazo zitaoza e, za kutosha tu, kwa hiyo nitakachokifanya E, kwa sababu hapa nimeotesha mbegu kama karibu mia moja na thelathini, mia moja arobaini hivi. Kuna ambazo hazitaota, zitaoza e, au zitaota alafu mche wake utakuwa na changamoto na kadhalika, kwa hiyo kwa habari hiyo, itabidi ni chimbe mashimo mengine hapa, alafu nitaotesha miche ambayo tayari imeshapandikizwa kwa nitakwenda kununua kwenye e, vitalu ambao viko maeneo haya haya ya Kilolo nitakwenda kununua pale alafu nitakuja kuchimba mashimo kwa hiyo, nitaotesha moja kwa moja miche ambayo tayari imeshapandikizwa au imeshafanyiwa grafting, ameshapandikiza vikonyo kwenye vitalu tofauti na e, hii miche ambayo nimeotesha hapa shambani moja kwa moja. Na kila upande una faida yake. Kwa mfano kwa upande huu wa kuotesha mbegu shambani moja kwa moja ina faida fulani e, kwa sababu ule mche ukishaota unakuta tayari mizizi imeshazoeana yani na ardhi, tunasema ni yani imeshashikilia kwenye ardhi tayari. Kwa hiyo sio rahisi baada ya kuja kufanyia grafting au kupandikiza uo mche kufa au kuhitaji matunzo mengine makubwa, hapana. Kwa unakuta tayari umeshashika chini, tofauti na ule unaouleta kutoka mahali pengine, inabidi uanze kuchimba mashimo, uandae hayo mashimo, uweke mbolea na kunaweza kukawa na vifangasi na nini lakini ile ambayo iko sha, imeotea shambani ukaja kuipandikizia hapo hapo shambani ina faida yake fulani kama nilivyoeleza. Sasa tusipoteze muda sana, ni kuonesha kinachofanyika. Hapa ni kwamba hili ni dumu limekatwa kwa ajili ya kupandisha mchanga wakati anachimba, na kwa sasa hivi tunapandisha e, maji sasa e, mchimbaji anatakiwa bado kama siku moja aje achimbe kule chini tena, kwa sababu baada ya kupata maji anaendelea kuchimba kwenda chini halafu anakuwa anapiga E, kama anapiga kama plasta hivi ili kuimarisha ukuta wa chini kule ambako maji yamepatikana. Yes. Kwa hiyo anatakiwa haya maji yaendelee kupandishwa, alafu anaendelea kupiga e, plasta pembeni mwa hichi kisima kwenda chini. Ndio maana unaona kuna tofali hapo za kuchoma e, kuna simenti pia kuna mchanga huko pale kidogo e, ni kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo mchanga unashushwa ambao umeshazege yani, lile lishachanganywa hapo linashushwa anaendelea yani, kuchimba kwenda chini, huku anapiga plasta huko pembeni na pembeni, ili kuimarisha hicho kisima, udongo usije ukashukia chini ukaziba sehemu ambayo kuna maji. Kwa hiyo tunachokifanya hapa, kwa sababu nataka nikamwagilie saizi, nashusha tu eh, nashusha hilo dumu langu ambalo limekatwa namna hiyo e, nashuka manake mpaka kwenye maji yalipo kisikia linagongagonga -gonga, hivyo najua limefika kwenye maji tayari, alafu maji yataingia kwenye hilo dumu kidogo kidogo. Mm -hmm. Taingia kwa muda kidogo yani, ili geuze -geuze ili yaingie faster. Yes, yaingieas uh -huh. Taingia tu chapuchapu hapo, alafu nitayapandisha, nitaweka kwenye ndoo yangu hii hapa halafu nitakwenda kumwagilia. Na hapa shambani, sio parachichi peke yake, nimeotesha pia na migomba. Nitakuonyesha pia na migomba midogo ambayo na yenyewe niliitoa katika wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro, ambako tunafahamu wana e, moja ya mazao yanayolimwa maeneo yale ni ndizi. Kwa hiyo nichukua vitoto vya migomba vile, tunasema vingine e, nikaotesha sehemu nyingine, hapa nilileta vinne vya kuanzia ili nione e, kutaenda namna gani, nione kutaenda namna gani au vitaota namna gani, alafu e, nitaamua kama nita ongeza migomba mingine huku, kwa sababu migomba kwenye shamba la parachichi ina faida zake pia. e, migomba katika shamba la parachichi ina faida ikiwemo ni pamoja na kuondoa wale fanga ambao wanaweza kuathiri parachichi lakini kuhifadhi unyevunyevu e, kwenye ardhi e, moja ya faida nyingine za parachichi za, za, migomba hii ikiwa katikati ya shamba la parachichi e, kuna hasara zake pia. Kwa hiyo ni ni kupima tu wewe mwenyewe kwamba faida ziko kiasi gani na hasara ziko kiasi gani, alafu unaamua utachukua upande gani. Yes, kwa kuangalia faida na na hasara. Na kwa kuwa miti hii imeanza kuota tena hiyo vichaka vichaka, unaona vimeota e, manake muda si mrefu hapa inabidi shamba lisafishwe tena kwa e, sababu tulilima tu mara ya kwanza na kuweka hizo mbegu za parachichi e, sasa vichaka vimeshaanza kuota tena, itabidi to create na shamba ndani ya muda mfupi ujao. Kwa hiyo dumu langu pale chini naona kama tayari lime limejaa. Kwa hiyo nitakachokifanya sasa hivi na kwenda kupandisha na kupandisha maji yangu pale kwenye dumu, ili sasa nipate kwenda kumwagilia wao. Kwenye kupandisha tunafanya hivi, fanya hivi dumu, mm, letu hilo hapo linapanda tu na maji masafi kabisa haya maji, mtazamaji. <laughs> haya maji bwana hayana chumvi wala nini. haya ki, kuibie tu siri japo aishauriwi eh, sana. Huwa muda fulani ukiwa na kiu, tunakunywa haya, kunywa haya maji ya Iringa huku, safi kabisa. Kona dumu hilo linapanda na maji yake limefika hapo natoa namna hii, alafu narudisha ili niweze kumimina pale kwenye ndoo. Yes, hiyo inatosha. Kwa hiyo namimina kwenye ndoo hapo, unaweza kaona yalivyo masafi. Japo ni masafi kwa kuangalia, masuala ya kama yanafaa kiafya na kadhalika hiyo hatuwezi kusema bila kufanya vipimo uh -huh. kama nafaa kwa matumizi ya binadamu hatuwezi kusema. Kwa hiyo baada ya hapo eh, naishusha tu hiyo hilo dumu kule chini, ili maji yaendelee kuingia wakati nakwenda kumwagilia. Na haya hapa, kwa hiyo mtazamaji, haya <laughs> haya maji tukiwa tuna, tukiwa tuna kiu huwa tunafanya hivi, tunakunywa kama ng'ombe na inama hivi hivi, alafu nakunywa <laughs> ndo maisha yetu huku kijijini. kuangoja ngoja nikamwagilie, nika takuonyesha kwanza mgomba mmoja hivi, iko minne onyesha mmoja hapo, takuonyesha na baadhi ya ya miche ambayo tayari imeota, mingine bado haijaota, mingine imeota. Kwa hiyo kilimo hichi bwana, kinahitaji uvumilivu wa aina fulani. Taanza na mgomba mmoja mbayo upo hapa, yes, huu hapa wa kwanza, weka na mbolea ya kutosha. Wa pili uko pale, watatu uko mbele mbele pale, wa nne uko kule karibu na kwenye kisima tulikochota maji. Kwa hiyo hapa namwagilia tu kidogo mgomba wangu namna hii, wakati tukisubiri mvua ishuke, yeah. bado muda kidogo mvua itashuka. Kwa hiyo huku kwenye vijiti, humu, kwenye vijiti ndio nimeshamwagilia, kuna, kuna parachichi. Kwa hiyo nitakachokifanya kuzimwagilia kila penye, penye kijiti. Kwa mfano hapa unaona kuna parachichi hapo tayari na lingine hapa ambalo hili limeliwaliwa hivi, nalipa maji ili liendelee kushika chini huko. Baada ya muda, a mtazamaji, mvua itakavyoanza kunyesha, haya pia tutayachimbia mbolea. Parachichi inahitaji mbolea pia, kwa itaweka mbolea hapo. Naona namwagilia, lakini hakuna mche ambao uko juu, kwao chini huko kuna mbegu Mm-hmm. Chini huko kuna mbegu hapa, pia chini huko kuna mbegu. Kwani mwagilia tu hivi mvua ikitoka, sasa ikianza kunyesha mvua, taona vitu vinanyanyuka. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia channel hii Mapi African channel ili kujionea jinsi mambo yatakavyokuwa. Uh, upande huu wa kushoto kwangu huku unaona bado ni majani na nimepacha hivyo, wala. Upande huu nina kama, nitaongeza kulima ni kidogo tu, kwa sababu kuna miti mingi sana ya dawa huko, miti mingi kweli kweli ya dawa. Kwa nimeamua nita, huko baadaye tutengeneza hapo kama bustani fulani ya miti dawa, ama tunasema eh, miti dawa ama botanical garden, ama medicinal plants garden. Japo wengi wamezoea kama botanical garden, bustani ya mimea mimea. Hii mimea iliyoko huko ni ya asili, kwa hiyo nitatunza ni tu hii ambayo ipo, ambao kuna mingi ambayo ni ya dawa. Mwenyeji wa hapa wamekuwa wakitumia, na ukiangalia okay, kisayansi kitaalamu, ripoti zake zipo. Huu ni mparachichi mwingine ambao tayari umeshaota. Kwa maana wakati naeleza nikaeleza kwamba kuna mparachichi mingine mbegu zingine hazitaota, zingine zitaota. Eh? Kwa hiyo baadaye itabidi kule ambako hazitaota kabisa, itabidi tukanunue miche ambayo tayari imesha pandikizwa kutoka kwenye vitalu alafu tuje kuotesha hapa moja kwa moja. Kwa unaona huu uliota mapema tu. Kunao na mingine Upande huu wa chini ambayo ilishaota pia mapema, manake huyo inasubiri tu kuja kupigwa kupandikizwa. Na huu hapa tayari nishamwagilia. Kuna mwingine huu hapa, mtazamaji wa Mapi African Channel, natuupe maji. Aha. Hmm. Tupe maji pia tumeweka na naye majani kwa ajili ya kuhifadhi unyevunyevu. mm -hmm. Alafu kuna mwingine iko chini huku pia, naona mwingine huu hapa meota tu vizuri, tuweke majani vizuri hapa, yes. Mtazamaji, hakikisha una subscribe katika channel hii na bonyeza like pia hapo, na tuandikie maoni yako kuhusu e, hichi kilimo ambacho nakiona hapa. E, kuna mmoja tulihamishia kwenye kona huku, siuoni vizuri uh mmoja ulikuwa kwenye kona, au umeshapata matatizo. Tunaachana nao, natuone mwingine huku hapa, pia hapa, yes. Hapa kuna, kuna, kuna mbegu ambayo bado haijaota, na bado hatuikatii tamaa. Ilioteshwa wakati mmoja na hizo zingine, ila bado haijaota tunaweka tunaweka maji namna hiyo. Uh, kuna mingine pia ambayo inaota vizuri kama huu hapa, unaweza ukaona. Na uzuri wa mbegu zile za za asili unaweza ukaona kama hii imetoa e, mashina mawili mashina mawili A, tutakuja tutakata moja, alafu itabaki ile moja lenye, lenye nguvu. Kwa hiyo pote humu kumoteshwa vipeke eh, au mbegu hizo za parachichi. Tulianza na hapa, baadaye tukaendelea huko kidogo kidogo mpaka mwisho kabisa kule kwenye ile miti mirefu mbele kule kwenye ile mi, milingoti uhum. Yes. Hapa bado hujaota ha. na mwingine pale umeota tu vizuri, ha. uko hapo, yes. Kwa hivyo hizo ndio shughuli zinazoendelea hapa shambani. Shamba hili lipo wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa. Ni shamba ambalo nataka ku anza kulima parachichi ambazo nitapandikiza baadaye ili niwe na e, lima parachichi za kisasa zile za aina ya Hass ambazo baada ya kufanya baada ya kupandikiza ndani ya miaka mitatu, e, ukitumia vikonyo ambavyo viko vizuri, hata wakati mwingine miaka miwili, unaanza ku, e, kuvuna unaanza kupata parachichi kidogo kidogo, japo kuvuna mara ya kwanza parachichi zinakuwa kidogo. Mara ya pili, ya tatu na kuendelea ndio zinakuwa nyingi. Asante sana. Kama una maswali tuandikie kwenye comment, lakini usisite kulike na kusubscribe katika channel hii. Ni msimulizi wako wa makala katika channel hii inaitwa Mapinduzi Mtembezi. Babai kwa sasa, wacha tuendelee kupiga kazi pande hizi. Babai.